Naam, hapa nilipo ni maeneo ya Kariakoo opposite kabisa na soko kuu, kama unavyoliona hapo. Lakini kilichonileta hapa sio soko kuu, bali ni jengo hili hapa lenye floor kama nne hivi na, najaribu kujiuliza serikali na wakaguzi wa majengo huwa wanakagua kitu gani? sababu jengo kama hili lipo mazingira hatarishi sana. Chini kuna watu wengi, lakini pia ukiliangalia Lim, yani limechakaa yani kiufupi limechakaa kiasi kwamba hizo kuta kama unavyoziona zina uwezo wa kumong'onyoka muda wowote, yani zimelika, zimelika, zimelika, zimelika kiasi kwamba zinaweza ku kumongonyoka muda wote kama mnavyoona ukuta hasa je vitu kama hivi serikali inakagua vipi watumishi wa serikali mnakagua nini jengo kama hilo hapo hapo ni floor sita ukuta kama huo ukianguka kule chini ukikutana na mtu asali zake ni kubwa mimi ni msanuaji tu nawasanua kama serikali mpu lazima mjue kupitia pitia vitu kama hivi mwangalie Majengo yakaguliwe, sio lazima mpaka jengo lianguke ndipo mje kufanya, ndo mnafanya ukaguzi ah. Wakikuuliza mimi ni nani na wasanua vitu kama hivi, wambie mimi ni msanuzi, msanuzi, msanuzi tegemezi kabisa, najitegemea ripota, kujitegemea nisio lipwa hivyo tu.